Ili Mungu siku moja yatakapokosekana atuhifadhi. Kanisa litahifadhiwa kama kanisa litatenda kwa hekima, litatenda kwa busara. Mungu anajua wanangu, nikiwahifadhi nao watahifadhi, watu wengine watahifadhi maisha ya watu wengine. wakili arima taiokoa kazi a kuna watu wamepoteza nafasi zao kwa sababu tu yakuisama, walipotakiwa kutoa hesabu wakajikuta kuna hasara ya kutosha katika makampuni, katika serikalini huko, na wakapoteza hizo nafasi, na hata leo hawana pa kukimbilia. Hakuna mtu wa kukukaribisha, kwa sababu hukujitengenezea marafiki katika kipindi chako cha uwakili. Mungu anatutaka tuteeaksoa. Hilo ndilo somo letu la Mungu anatutaka tutende kwa adili. Huyu ni wakili dhalimu alitenda kwa busara, sisi hatujafikia kwenye huo udhalimu, tunatakiwa tutende zaidi alivyotenda yeye. Maana yake katika hayo unayoyasimamia, hiyo afya yako, kuna wakati utaitolea hesabu. Huo ufahamu ambao Mungu amekupa kuna wakati utautolea hesabu. Mungu atakwambia uliutumiaje ufahamu wako kujenga ufahamu wangu. Bwana bwanasa hiyo nafasi uliyo nayo biblia anamwambia Esther, ni nani ajuae ya kwamba ulimjia ufalme katika majira kama haya? Umeitumiaje nafasi yako ya uwakili katika hayo ndio ya miliki, kuhakikisha ya kwamba unaifadhi watu wa kanisa. Kuna vitu vinaweza kaenda hapa ndivyo sivyo, tunataka wewe uitumie nafasi yako kama wakili uwakili. Uwakili sio kutunza fedha tu, a a uwakili kicho ulicho nacho wewe, ni wakili na unatakiwa wewe wakili mwaminifu katika hicho nicho nacho kupitia uwezo na nafasi uliyo nao na ustadi uliyo nao basi, uutumie kuhifadhi kanisa, utende kwa kusa. Ukikosekana hapa kanisani, tukutafute ya kwamba kuna mtu amekosekana hapa, tukutafute. Mwambie Mungu jina lake leo, akupe roho ya hekima, akupe roho ya adili. Bwana apewe sifa. Tutumie nafasi zetu tulizo nazo kujiwekeza kwa Mungu na kujiwekeza kwa watu, ili siku yatakapokosekana sio mbi yakosekane. Lakini ikitokea hiyo nafasi yako ikakosekana, hayo ulio nayo yamekosekana, mbingu zikukaribishe, watu wakukaribishe, wapendwa wakukaribishe. Tunaweza tukahifadhi uhai wa kanisa tukahakikisha ibada zetu zinakuwa faya, tukahakikisha huduma zetu zinakuwa faya, tukahakikisha ibada zetu nguvu ya Mungu inatembea ni pale kila mtu atakapotenda kwa hekima katika kile ambacho Mungu amempa. Na vijana, msiwepo hapa kila kitu kitumika kanisani, ulipwe vingine, weka akiba. Haleluya. Mordekai angelipwa ageuawa siku ile. Kutokulipwa kwake Mwonekai kulimsukuma mfalme kuyanusuru maisha ya mwanadamu. Kama unauna tu una we, kama unauna tu una utakuja kuponea sadaka, kama unauna tu una upige gitaa. Kulipo mimi mita kanisani kwangu wanagombania kupiga gitaa, halafu mtu akipewa gitaa kupiga baada ya kuvaga

Tuanze kulipana wote. So, kina mama nao wakipiga deni ndio wale. Ukimwonyesha mtu njia unataka kuona. Kila kitu. Haleluya. Amen. Sasa hata mtu akionyesha kupaki kabisa ni vizuri. Alafu naona jicho analo kuangalia ni kwamba umeguka. Amen. Haleluya! Wewe ni Mungu, wewe ni wakii Mungu. Ielewe nafasi yako ana yakikosekana, kukaribishe. Itumie nafasi yako kuhifadhi kanisa. Usikose nafasi hii ya kipekee. Kwa sadaka ya kuanzia shilingi elfu kumi au zaidi, pata zawadi ya kiroho itakayokujenga ya kitabu Kuhifadhi Uhai wa Kanisa kilichoandikwa kwa upako na ufunuo na mchungaji mishonari Vedastus John Chuma. Kwa mawasiliano kuhusu kitabu hiki, piga alama ya jumlisha 255 au 0767435990. Pokea nakala yako popote ulipo kwa mchango mdogo tu wa usafirishaji au pakua soft copy mtandaoni kwa nusu bei kupitia link tuliyoweka hapo.